Huu mwezi wa sita, tupo katika mwezi ambao ni mwezi maalum kwa ajili ya kutoa elimu kwa mlipa kodi, lakini pia kutatua changamoto za walipa kodi wanapofanya biashara zao na mambo mbalimbali ya kikodi. Lakini pia tunakumbusha kwa walipa kodi wetu mwezi huu wa sita kama mwezi muhimu kwa ajili ya kulipa kodi awamu ya pili Kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi huu wa sita, ni muhimu sana tulipe kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Serikali yetu inafanya mambo makubwa ya kimaendeleo, ambayo ni matokeo makubwa ya kodi ambazo tunazilipa. Onyesha nguvu ya kodi katika kulipa kodi na matokeo ya maendeleo nchini. Kodi yetu, maendeleo yetu, pamoja tunajenga taifa letu na changamoto kwa ajili, kwa ajili ya mapato mapato ni makubwa, biashara mbaya. Halafu biashara yenyewe tunauza nguo, tuko ndani, kwa hiyo wateja sio wengi, hawaji, ni wachache. Kwa hiyo kodi ni kubwa, tukanaomba kama kutupunguzia. Kodi ni kubwa, tukadirie kulingana na walisia wa biashara. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha wauzaji kutoa risiti na wanunuzi kudai risiti kulipa kodi na kusaidia kodi kulipwa ni wajibu wa msingi wa kila raia TRA pamoja tunajenga taifa letu